Naitwa Mazoea Wilson Kundayo. Ni mwenyeji wa mkoa wa Arusha, wilaya ya Arusha mjini. Ninajishughulisha na shughuli za kibiashara, uuzaji wa bidhaa za ujenzi. Nimeanza kucheza SportPesa sasa hivi zaidi ya miaka, nadhani zaidi ya mitano nimekuwa nikicheza SportPesa. Hapo kipindi cha nyuma kabla ushindi huu wa leo niliweza kushinda mara nne, lakini nimeshinda kwa zawadi ambazo sio kubwa kubwa. Kwanza, nadhani kama nikikumbuka vizuri, ilikuwa laki tatu na sitini, ikaja laki tatu na themanini, alafu kuja laki na thelathini na mbili elfu kumi na tatu. Sasa nimebahatika kushinda huu ushindi wa sasa hivi wa bonus. Nimeweza kuifahamu okay, kupitia mitandao ya kijamii, watu, matangazo barabarani, vitu vingi, kwa hiyo sina specific area ambayo imenifanya nikajua hapo peke yake. La ushawishi usha wangu wa pesa ni, of course, ni ushindi ni pesa, hiyo ni, ni SportPesa ni pesa. Kwa hiyo hiyo ndio ilikuwa, kila wiki nachezaga tu jackpot, kila wiki najaribu kubahatisha. Uh, kwa hiyo nacheza elfu mbili sangine elfu nne hapo au elfu nane nategemea, sio kila wakati, lakini nikikataa, kipindi chote hicho nilikuwa nikicheza kwa kwa njia hiyo. Katika ushindi huu, kwa pesa hizi nilizozishinda kwa sasa hivi, naenda kuongeza kwanza kuna ongeza mtaji, kuna school fees, inakuwa headache ya school fees, imeisha mwaka huu um, uh, kwa hiyo uh, mtaji wa biashara ndio unaenda kunifanya hivi kuongeza ku zaidi, ndio hicho nacho nitaenda kutumia okay, uh, nacho na chiza ile midweek na super jackpot na, na of course midweek ni timu zile 13 kwa hiyo inachukua muda wakati wa kuchagua timu na na na focus yangu ni very simple, kwa kwamba naangalia tu zile zile ambazo zina uwezo possibility kubwa ya kushinda. Ndio sasa nyingine na concentrate au naangalia zile zenye draw, ndio hicho ninachojaribu kufanya. Na katika wakati wa zile za weekend za weekend zile team za za 14, 15 au 16, naona chagua naangalia zile ambazo naweza kushinda, ndio strategy yangu, zile ambazo naweza na naona nitashinda, ndio na nachagua. Unatengeneza mkeka kupitia hizo team Nilikuwa nimeweka mikeka mitatu katika hiyo siku ya Jumamosi iliyopita, nimeweka mikeka mitatu. Kwa hiyo nikawa nimesema nitaangalia yote, nilichagua na zani timu hizo hizo idadi hiyo. Nikasema labda hii kishinda itaacha hii, itashinda hivi itaacha. Kwa hiyo nicheza mikeka mitatu, lakini na karibia nashabiana. Hapana, fomula yangu ni moja, sifuatili mpaka si, mwisho kabisa. Kwa hiyo naangalia pale ambapo matokeo yametoka final tayari afuni asubuhi. Napenda kuangalia asubuhi mechi zikichezwa zikishaisha, ndio naangalia asubuhi yake ya kesho yake. Nilikuwa nimelala saa kumi na mbili na nusu asubuhi, ndo saa hiyo nikaa, nimeangalia meseji, nikaania ni utani, nikasugua macho kidogo kuangalia, bado ka kwenye usingizi, nikaangalia, nikaamka, nikasema Mungu nakushukuru. Hiyo ndio ilikuwa dalili yangu ya kwanza, kushukuru kwanza Mwenyezi Mungu kabla ya kumwambia mtu yoyote. Kwanza uwezekano ni mkubwa, kwa maana huko nyuma nimejaribu na kufika timu tisa hivyo kumi, ndio hiyo unakashinda lakini kumi mara chache lakini tisa hizo saba. Kwa hiyo ni kujaribu, na kila mtu ana bahati yake. Nadhani naijua Sport Pesa zaidi, na huko kweli sina sehemu nyingine yote kubeti, na betiki tu Sport Pesa. Andi, kwa sababu naamini kila wakati naona, nafuatilia, naona hizi jackpot na, naona kama kuna ukweli na Sport Pesa ni kubwa kulinganisha na wengine. Kwa hiyo mimi naona trust yangu iko Sport Pesa. Wajaribu wa, wa, wa wacheze waone matokeo.